Mtu mzima mtoto sehemu ya kwanza. Anza nayo ni mwalimu mkuu wa kike katika shule ya msingi Tundu aliyefahamika kwa jina la Walda Nyaongo. Shuleni hapo alikuwa akiwafundisha somo la hesabu darasa la saba. Sasa akiwa anasahihisha madaftari ya wanafunzi ofisini kwake, kwa vile ofisi yake ilikuwa karibu na darasa la saba, mwanafunzi mmoja alikuja na kumletea kesi: mwalimu Joana kasema eti Sefu ana ana nini? Mbona humalizii maneno? Eti ana mdudu mkubwa nini? Ana mdudu mkubwa mdudu gani? Embu kamwite huyo Joana na Sefu waje hapa mara moja. Dakika chache baadaye waliwasili wanafunzi watatu ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu, aliyekuja kuleta kesi ambaye alijulikana kwa jina la Sheila, Joana pamoja na Sefu. Wewe Joana, umemwambiaje sefu Mwalimu, naomba unisamehe, sitarudia tena. Alijibu Joana huku tayari macho yake yakionyesha dalili za kutoa machozi. Umemwonaje kama ana mdudu mkubwa? Eti alimchungulia njiani akiwa anakojoa. Alidakia Sheila kwa kujibu swali asiloulizwa. Pumbavu mkubwa we. Mtoto mdogo unaleta tabia mbaya shuleni. Walda aliinuka kwenye kiti chake na kuchukua bakora kisha akamwadhibu Joana. Baada ya kumwadhibu alimtaka Joana amwombe msamaha Sefu kwa kumdharirisha ambapo Joana alifanya hivyo kisha wote wakaruhusiwa kurudi darasani. Lakini walipokuwa wakiondoka, walipofika kwenye mlango wa ofisi hiyo, Walda alimwita Sefu kwa ishara ya mkono. Sefu alitii wito na kurejea mpaka kwa mwalimu wake. Kama unavyojua uoga wa mwanafunzi kwa mwalimu wake, alisimama mbali kidogo. Sefu unaniogopa mwalimu wako? Embu sogea hapa nilipo, nataka nikuulize kitu mwanangu. Akiwa katika hali ya uoga, Sefu alisogea na kumkaribia mwalimu wake ambaye alikuwa ameketi bado kwenye kiti. Kwa nini wanasema una mdudu mkubwa, unao kweli? Ni swali lililompa kigugumizi Sefu alipoulizwa na mwalimu wake. Ndiyo mwalimu lakini mimi sipendi wanavyonitania. Anha, usijali Sefu, achana nao hao, wenzio hawana akili. Kuna vitu ambavyo unajua hutakiwi kuviona ukiwa kama mwanafunzi na hapa shuleni tunavipiga vita, unavijua? Hapana. Vizuri, alijibu hivyo mwalimu huyo, huku akichukua simu yake ya kiganjani na kwenda kwenye faili alilokuwa ameweka video nyingi za eksi. Akaitafuta ile yenye msisimko haswa, kisha akaiplay na kuchomeka foni, kisha akampa Sefu aangalie huku akimwambia, hivyo vitu ndivyo vinavyopigwa vita na si ruksa kwa mwanafunzi kufanya. Mwanzoni Sefu alionyesha aibu hata kupokea simu, lakini kama unavyojua ushawishi wa mwalimu kwa mwanafunzi ni mkubwa sana. Hatimaye Sefu alipokea na kukubali kuitazama video hiyo ya ngono. Hakuchukua hata dakika nne akiwa amesimama pembeni ya Walda, tayari dudu washa lake lilianza kutuna kwenye kaptura yake ya shule, na hilo ndilo lilikuwa lengo la Walda hmm. Huyu mtoto kweli kabarikiwa, huu mzigo wote wa kwake, alijisemea moyoni baada ya kumwangalia kwa jicho la wizi kwenye zipu ya kaptura ya Sefu. Mwalimu mkuu huyo ambaye alikuwa anapenda sana kutoka na vijana wadogo, ambapo tabia yake hii ndio ilikuwa chanzo cha kuachana na mumewe pia, hata kufikia kukosana na baadhi ya watu wake wa karibu, hususani walimu wenzake. Akajikuta anahamasika na dudu washa la sefu lililovimba ndani ya kaptura yake ya shule. Sefu, hiki nini kimetuna hapo kwenye zipu jamani? Mtoto mzuri. Aliongea hivyo walda kwa sauti ya kimahaba huku akiupeleka mkono wake mpaka kwenye kaptura ya sefu, sehemu ya zipu na kushika dudu washa lililotuna kama la mtu mzima. Huku akifuatisha muundo wa mtuno jinsi ulivyo. Mamaa jamani, we mtoto kumbe una nani hii kubwa hivi? Alisema maneno hayo huku akiendelea kulishika dudu washa hilo lililotuna haswa. Mm, na hapa ndio kichwa chake kilipoanzia? Aliuliza hivyo huku mkono wake ukiwa kwenye kichwa cha dudu washa unakishikashika. Sefu alitulia kimya huku sura yake ikitawaliwa na aibu zaidi. Alichezesha kiuno chake kama anakirudisha nyuma, kutokana na msisimko aliyokuwa anaupata.